Karibu tuendelee kuhabarishana na kuyachambua mengi zaidi juu ya vita ambavyo vilikuwa vikiendelea kati ya taifa la Iran na taifa la Israel, vita ambayo ikaja baada ya kumwingiza kati Marekani na kuja kushambulia Iran kwenye maeneo yake matatu, jambo ambalo lilipelekea pia Iran kujibu mashambulizi kwa kushambulia baadhi ya maeneo ya kambi za Marekani haswa kwenye Mashariki ya Kati. Na wakati huu nimekuja tuangalie historia ya Irak na Libya na Palestina. Je, inajirudia Iran? Hili ni swali ambalo viongozi wengi wa kimataifa bado walikuwa wakijihoji na kuuliza kwamba huu mzozo utafika wapi, haswa kwenye haya mashambulizi yote ambayo yalikuwa yakiendelea baina ya mataifa haya mawili kwa kushambuliana karibu ndani ya siku 13. Wakati ambapo vita kati ya Iran na Israel vinaendelea, Marekani imeonyesha ubabe wake kwa kushambulia maeneo ya Iran kwa makombora ya B2. Hatua iliyothibitishwa na Rais Trump mwenyewe kwa kuonyesha kusherehekea kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran na kueleza kuwa amesababisha uharibifu mkubwa licha kwa ya kwamba wachambuzi wengi wamezungumzia hili kama hatari ya kuwezesha kutanuka kwa vita katika Mashariki ya Kati. Siku ya Jumapili, kwenye jukwaa lake la mawasiliano la Truth Social aliandika juu ya mustakabali wa serikali inayotawala Iran mjini Tehran na kusema, kwa nini kusiwe na mabadiliko ya utawala? Si sahihi kisiasa kutumia neno mabadiliko ya utawala, lakini ikiwa serikali ya sasa ya Iran haiwezi kuifanya Iran kuwa bora tena kwa nini tusiwe na mabadiliko ya utawala, Trump aliandika. Wafuasi wake kwa kiasi kikubwa na washirika wameonekana kujitenga na kauli hiyo ya Trump aloizungumza juu ya taifa la Iran. Ila ni kurudisha nyuma kidogo, alilotaja Trump sio jambo geni kwa ulimwengu. Nchi kama Irak, Libya na Palestina zimewahi kuwa mashahidi wa hali hii. Je, Iran kufuata mkondo huo, hili bado ni swali kubwa. Tutazamie Iraq. Utawala wa Saddam Hussein ulipinduliwa mwaka 2003 kwa kisingizio cha kuwa na silaha za maangamizi ya halaiki ambazo baadaye hazikupatikana. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio nambari 687 la kuiamuru Iraq kuharibu silaha zake zote za, za maangamizi makubwa, yani WMDs, neno linalotumiwa kuelezea silaha za nyuklia, za kibiolojia na kemikali na makombora ya masafa marefu. Mnamo mwaka 1998 Iraq ilisitisha ushirikiano na wakaguzi wa silaha za umoja wa mataifa, na Marekani na Uingereza zilijibu kwa mashambulizi ya anga. Baada ya mashambulizi ya Al-Qaeda ya Septemba 11 mwaka 2001 kwenye kituo cha biashara huko New York na Pentagon huko Washington, utawala wa Rais George W Bush ulianza kupanga mipango ya kuivamia Iraq. Rais Bush alidai Saddam alikuwa akiendelea kuhifadhi na kutengeneza silaha za nyuklia na kwamba Iraq ilikuwa sehemu ya mhimili wa uovu wa kimataifa pamoja na Iran na Korea Kaskazini. Mnamo Oktoba 2002, Bunge la Marekani liliidhinisha matumizi ya nguvu za kijeshi dhidi ya Iraq. Hata hivyo, hakulishawishi baraza. Wengi wa wanachama wake walikataa wakaguzi wa silaha kutoka Umoja wa Mataifa na Mamlaka ya Nishati ya Kimataifa ambao walikuwa wamekwenda Iraq mwaka elfu mbili na mbili kufanya uchunguzi zaidi huko wa kutafuta ushahidi wa kuwepo wa silaha hizo. Hata hivyo Marekani ilisema haitasubiri ukaguzi kulipoti na ikakusanya muungano wa walio tayari dhidi ya Iraq. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Colin Powell aliambia Umoja wa Mataifa mwaka elfu mbili na tatu kwamba Iraq ina maabara maalum kwa ajili ya kutengeneza silaha za kibaiolojia hata hivyo alikubali mwaka 2004 kwamba ushahidi huo unaonekana si wa uhakika. Kwa upande wake, serikali ya Uingereza iliweka hadharani ripoti ya kijasusi kidai kwamba makombora ya Iraq yanaweza kutayarishwa ndani ya dakika 45 kulenga shabaha za Uingereza mashariki mwa Mediterania. Nchi hizo mbili zilitegemea sana madai ya waasi wawili wa, wa, wa Iraq, mhandisi wa kemikali kwa jina la Rafid Ahmed Alwan Al Janabi na afisa wa ujasusi anayeitwa Maji Muhammad Harith, ambao wa walisema walikuwa na ujuzi wa moja kwa moja wa mpango wa WMD wa Iraq. Wanaume hawa wawili baadaye wa walisema walikuwa wametunga ushahidi wao kwa sababu walitaka washirika hawa wavamie na kumfurusha Saddam, na tuchungulie Libya sasa. Utawala wa Muammar Gaddafi uliangushwa mwaka 2011 kwa madai ya kuwa dikteta kwa msaada wa mashambulizi ya NATO. Muammar Gaddafi alizaliwa mwaka 1942. Hakupata elimu ya kisasa ila madrasa pamoja na shule ya kijeshi. Mwaka 1969, Kanali Muammar Gaddafi gadafi aliongoza mapinduzi wakati huo akiwa afisa katika jeshi. Baada ya mapinduzi, Gaddafi aliahidi kuleta mageuzi ya kiuchumi na kuondoa wageni aliyosema wamedhibiti taifa hilo. Kanali Gaddafi akiwa kiongozi mpya alitaka kandarasi zote kubadilishwa na kutolea chini ya masharti mapya. Sheria mpya ilifanya Libya kuwa taifa la kwanza masikini kudhibiti biashara ya mafuta, hatua iliyofanya nchi nyingine za Kiarabu kushinikiza umiliki wa mafuta yao. Miaka ya sabini kukawa na msisimko wa kiuchumi katika taifa la Kiarabu iliyozalisha mafuta. Kanali Gaddafi alitangazwa kama kiongozi Mwarabu, mfalme wa Afrika, imamu wa Islamu na mtetezi wa uhuru wa wanyonge. Hata hivyo uhusiano wa Libya na Marekani ulikuwa unaendelea kudorora na ahamu ya Marekani ya kumwondoa Gaddafi ilitokana na mchanganyiko wa mambo ikiwa ni pamoja na msaada wa Gaddafi kwa ugaidi. Gaddafi alitajwa na Marekani kuwa kiongozi wa nchi anayefadhili ugaidi kutokana na kuhusika kwake katika mashambulizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na bomu la mwaka 1986 la klabu ya usiku ya Berlin ambayo ilitembelewa na wanajeshi wa Marekani, na bomu la Lockerbie, Scotland mnamo mwaka 1988 mwezi Disemba ikiwa ni tarehe 21. Vilevile vile utawala wa Gaddafi ulikosolewa kwa rekodi yake ya haki za binadamu ikiwa ni pamoja na kukandamiza upinzani, kufungwa jela kwa wanasiasa waliompinga na mauaji ya kiholela na upinzani wake dhidi ya sera za kigeni za Marekani katika eneo hilo. Gaddafi alipinga waziwazi ushawishi wa Marekani katika Mashariki ya Kati na Afrika na kuunga mkono harakati zilizopinga nchi za Marib na sera ya kigeni ya Marekani katika eneo hilo. Vilevile, vuguvugu la ghafla katika nchi za Uarabuni ambazo pia zilikumba Libya mwaka 2011 ilisababisha Libya kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku NATO na mshirika wake Marekani zikianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya majeshi ya Gaddafi na hatimaye kuchangia kuwawa kwa Gaddafi na kuanguka kwa utawala wake. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yalitilia shaka madai hayo ya kupata ukosefu wa ushahidi na sasa tuiangalie Palestina. Israel ilianzisha kampeni ya kijeshi huko Gaza kujibu shambulio la kuvuka mpaka lililoongozwa na Hamas tarehe 7 Oktoba ya mwaka 2023 ambapo takriban watu 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka. Vita hivyo bado vinaendelea hadi sasa. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikitafuta suluhisho la mzozo kati ya mataifa hayo mawili ambao umekuwepo tangu jadi. Lakini utawala wa Trump ulichukua sera ambazo zilitofautiana na lengo la awali la moja kwa moja la Marekani, ikionekana kuunga mkono Israel kwa hoja ya kupambana na mamlaka za kigaidi au kuziangamiza kabisa makundi hayo kama vile Hamas. Lakini watetezi wa Palestina na Hamas wanaona uungwaji mkono huu wa Israel na taifa la Marekani ndio unalipa nguvu taifa hilo, hata wakati mwingine kukiuka maagizo ya Umoja wa Mataifa. Kwa ufupi ni kufahamisha yaliyofanywa na Marekani kuonesha kuunga mkono Palestina. Waisraeli na Wapalestina wamekuwa wakigombana enzi na enzi juu ya madai ya ardhi takatifu ikiwa ni pamoja na migogoro juu ya mipaka, Yerusalem, usalama na wakimbizi wa Kipalestina, mzozo ambao umekuwa mmoja ya mgogoro mgumu zaidi ulimwenguni. Marekani ilitambua Jerusalem kama mji mkuu wa wayahudi chini ya utawala wa kwanza wa rais wa Marekani, Donald Trump. Hili ni jambo ambalo liliwakera sana wa Palestina, waliochukulia hatua hiyo kama ushahidi wa wazi kuhusu msimamo wa Marekani kwa Israel. Chini ya utawala wa Trump, Marekani ilisitisha fedha zote kwa shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi wa Palestina, UNRWA. Hilo lilitokea zaidi ya nchi kumi ziliunga mkono Marekani na kusitisha ufadhili wake kufuatia madai ya kijasusi ya Israel kwamba wanachama wasiopungua 12 wa UNRWA walihusika katika shambulio la Hamas dhidi ya Israel. Hata hivyo, Sweden na Canada baadaye zilitangaza tena malipo ya kufadhili UNRWA, shirika lililopo kwa ajili ya kusaidia Wapalestina. Israel imekuwa ikipewa misaada ya kifedha na Marekani kwa muda mrefu, na hilo limekuwa likifanyika tangu vita vya pili vya dunia. Kwa mfano, mnamo mwaka 2016, Rais wa Marekani wakati huo, Barack Obama alisaini mkataba wa ulinzi wa dola bilioni 386 kuisaidia Israel pamoja na ufadhili wa miaka kumi wa mfumo wao wa ulinzi vilevile vile, Donald Trump alishtua dunia kwa kupendekeza kwamba Marekani inaweza kuchukua na kumiliki Gaza. Trump alidokeza kuwa chini ya mpango wake Gaza itakabidhiwa kwa Marekani na Israel, na wakazi wake watahamishwa mahali pengine bila kuwa na haki ya kurudi. Trump aliamini kwamba wagaza wakiondoka ataweza kujenga eneo la kitalii la mashariki ya kati, na kutoa fursa za kazi kwa maelfu ya watu, fursa za uwekezaji na mwishowe mahali pa watu wa ulimwengu kuishi. Hata hivyo mpango huo ulipingwa vikali na nchi za Uarabuni, hali ikiwa siyo tofauti sana na ilivyotokea katika nchi nilizoziangazia. Juni 13 ya mwaka 2025. Israel ilianza kuyashambulia maeneo ya kurutubisha madini ya uranium na kuua makamanda na wanasayansi kadhaa wa nyuklia wa Iran. Ripoti ya robo mwaka ya shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA ilionyesha kuwa Iran imefanikiwa kurutubisha uranium hadi asilimia sitini, lakini ilisitisha uchunguzi wake wa hivi karibuni baada ya kuanza kwa vita, huku Netanyahu akisisitiza kuwa Iran ingeweza kutengeneza silaha za nyuklia ndani ya mwaka mmoja au miezi michache, kama hali halisi singebatilishwa. Lakini madai ya kwamba Iran iko karibu kutengeneza vifaa vinavyoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia si mapya na amekuwa akitolewa mara kadhaa. Ikiwa Iran itafuata mkondo wa Irak, Libya na Palestina, ni suala la kusubiri kwa muda tu, huku Marekani ikiwa tayari imeshachukua hatua ya kushambulia maeneo ya nyuklia ya nchi hiyo. Naam, na hivyo ndivyo hali ilivyo, na wasiwasi mkubwa uliokuwepo juu ya vita vilivyokuwa vikiendelea baina ya mataifa haya mawili kwamba je, Iran itafuata zile njia ambazo Irak, Libya na Palestina ilipitia mpaka kufikia kwenye mzozo wa kuto kutawalika kwa nchi hadi vita vya wenyewe kwa wenyewe na hatimaye kuwa ni sehemu isiyo na utulivu kabisa. Tafadhali tuandikie maoni yako kwenye hili lakini, usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.